bal kitabuhu fi sijjin wa kitabul abrari fi iliyin wa huwa makanun alin musharrafin fi aala al-janna, nayo ni sehemu ambayo kwamba iko juu iliyotukuzwa katika sehemu za peponi. Kalla inna kitaba al-abrari la fi iliyin, hakika kitabu cha wale watu wema iko katika iliyin, katika daraja juu, sehemu zinazotukuzwa katika pepo Wma→ adraka ma iliyun, na kitu gani kitakujulisha hiyo iliyun ni nini? Kitabun marqum ni kitabu ambacho kwamba musattarun maktubun fihi a'maluhum, ni kitabu ambacho kwamba kimeandikwa ndani yake amali zao watu wema. Wa huwa fi iliyin fi a'la darajati aljanna

wa yukhtamu alayhi bin najati min alhisabi wal adhabi wa ashhaduhu al muqarrabun, roho ya yule ambayo kwamba ni mtu mwema, pindi inapotolewa inapelekwa mpaka katika arsh, na inapigwa muhuri wa kwamba huyu mtu ama hini roho ni roho njema na itaokoka kutokamana na hisab na itaokoka kutokamana na adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala yawma al qiyama.

Hakika ya watu wema, inal abrara la fi illi lafi naim, watakuwa wako katika neema, kwa sababu walikuwa ni watu wema. Kama vile inal fujara la fi sijin, inal abrara la fi naim. Ala laraiki al yandhurun, wako juu ya viti vya enzi. Yandhurun, wanaangalia katika sehemu zao ambazo kwamba watapewa katika pepo. Wamewekwa katika sehemu za juu ambazo kwamba wanaangalia kwa furaha zile mabustani waliopewa na Allah subhanahu wataala, yale mambo mazuri waliopewa na Allah subhanahu wataala, yale matunda waliopewa na Allah subhanahu wataala. Ala al-araiki yandhurun, juu ya viti vya enzi wanaangalia chini ta'rifu fi wujuhihim nadhrat naim, utaona katika nyuso zao. ai idha raaitahum tarifu anahum ahlu nimatin, ukiwaona wao utajua hawa ni watu wa neema. lima tara fi wujuhihim min alnuri walbayadhi walhusni, kwa yale ambao kwamba unaona katika nyuso zao kutokamana na weupe wa kung'ara na uzuri na nuru ambazo kwamba amba ziko katika nyuso zao, kwa sababu inna labrara lafi naim ala laraiki al yandhurun tarifu fi wujuhihim

Sio kipombe ya dunia, aliyoko mbali unamsikia harufu chafu, na kila akisongea karibu na wewe watamani umuondokee. Ni tofauti na harufu ya pombe ya peponi ambayo kwamba khitamuhu misk. Mwisho wake ni harufu nzuri ya miski. wafi dhalika falyatanafas lmutanafisun ai wafi hadhihi lnaimi walsharabi alhanii faliyarghabu bilmubadarati ila ta'ati llahi waliyatasabaqa almutasabiqun, kwa sababu ya hizi neema zote ambazo kwamba watazipata watu wema na watazifurahikia watu wema. Faliyatanafas almutanafisun, washindane wenye kushindana tushindane katika mambo ambayo kwamba yatatupeleka karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tushindane katika mambo ambayo kwamba amba ni ya taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tunashindana katika mambo yasokuwa na maana. Tunashindana katika wingi wa pesa. Tunashindana katika uzuri wa majumba. Tunashindana katika uzuri wa malazi. Tunaushindana katika uzuri wa magari. Lakini hatushindani katika uzuri wa kuboresha ibada zetu kwa Allah subhanahu wataala. Hatushindani katika kujiboresha sahifa yetu mbele ya Allah subhanahu wataala. Hatushindani katika qiyamu layl. Hatushindani katika siyam. Hatushindani katika sadaqat. Hatushindani katika mambo ambayo kwamba tutaambiwa yaumul qiyama, ama zawadi tutakayoipata yaumul qiyama.

Hawezi kunwa ambaye kwamba hakumtwii Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Hawezi kuna mtu ambaye kwamba hakuwa karibu na Allah, hakufata mafundisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Hizi naimu zote hatuwezi kuzipata ikiwa hatutoshindana katika mambo ya kheri, katika mambo ya sadakati, katika mambo ya ibadati. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuambia Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun. Innal mujrimina hakika wale ambao kwamba waliovuka mipaka katika kumaasi Mwenyezi Mungu, alladhina fi tabi'atihim, ambao kwamba katika tabia yao al ijrama wa irtikab al atham, ni kutekeleza madhambi na kuzama katika madhambi Kanu fi dunya, walikuwa katika dunia. Yadhahakuna minal mu'minina, wakiwacheka waumini. Istihza'an bihim, wakifanya istihza' wao. Wanamuona mtu anajinyima kuzini, wanamuona mtu anajinyima kufanya liwat, wanamuona mtu anajinyima kuula mali ya riba, wanamuona mtu anajinyima kufunga, wanamuona mtu anajinyima kuwa karibu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, walikuwa wakimcheka Inna ladhina ajramu kanu min ladhina amanu yadhakun, walikuwa wakiwacheka wale ambao kwamba wanafungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila wakimwona mtu mutadayin, mtu ambaye kwamba ameshika dini, hata kimachezo na dini yake anafuata, dini yake anafuata, Uislamu wake, wao walikuwa wakimcheka, kama vile leo tunavyoona, utakuta mtu amezama katika maasi Yomwona mtu anaefuata dini ni mtu mjinga sana, anamwona mtu ambaye kwamba anaswali swali ni mtu mjinga sana. Anamwona mtu ambaye kwamba anafunga funga sana, amba mtu mjinga sana, kwani wewe umeua? Nasikia maneno kama haya mtu anayatoa, ama katika sisi vijana, ukituona, ukimwona kijana anaenda madrasa unamwona ni kijana yuko level ya chini, unamwona ni kijana ambaye kwamba yuko outdated.

Wanapelekeana macho yani, haya huyo yuwapita, huyo mjamaa yuwapita, au watu wa peponi wapita, au watu watakwa wapita, au watu waliongoka wapita. Wa idha maru bihim yataghamazun, wanawadharau wanawafanyia istihza. Au watu wa peponi hao, watu wa khamsu salawati yao, mtapata nini? Mtapata faida gani? Wa idha maru bihim yataghamazun

Saa zote ni kuwasimanga waumini, saa zote ni kuwatukana waumini, saa zote ni kuwafanyia istihza waumini. Bimaana ama kwa njia ya kwamba mutapata nini? Naam, mume swali swali, mutapata nini? iko wapi? Kwa sababu wao waona ni kila riba utajiri, na uona mimi nikifanya zina raha naisikia, mimi nikimwibia mtu napata faida. Sasa wewe unayeswali swali wapata faida gani? unayefunga funga funga wapata faida gani? unayetoa sadakati wapata faida gani? Mungu akuambia atakulipa, mbona hakulipi? Mbona watoa sadaka na bado maskini? Mbona waswali na mambo yako hayakuendei? Wanakurushia rushia maneno ambayo kwamba hayana maana na maneno ambayo wanataka kukufitinisha nayo, wakuambia, wewe waswali swali huna pesa mimi siswali na dhulumu, pesa zote nazo mimi, miliki yote nayo mimi, utajiri wote nao mimi. Kukubadilisha akili yako, kukuzengua akili yako, kukutoa akili yako katika mizani. Wa idha nqalabu ila ahlihim nqalabu fakihim wa idha raawhum, na pindi wanapowaona mushrikuna au kafiruna, pindi wanapowaona muuminun

Kwa imani yao kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watarkihim shahawati alhayati, na kuwacha kwao matamanio ya uhai, kuwacha kwao starehe za dunia. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aambia acheni starehe, wamepotea vipi. Wataishi bila starehe vipi? Wataishi bila kujipumbaza vipi? Wataishi bila kuwa na furaha au wakidhani starehe zao ni zile ambazo kwamba wanazozifanya, hakuna starehe zingine katika Uislamu. wama ursilu alaihim hafidhin, mwenyezi mwenyezi Mungu awajibu, wama ursilu wa alaihim hafidhin, si kazi yenu kusema nani ameongoka nani hajaongoka, si kazi yenu kusema nani amepotea nani hajapotea. Si kazi yenu kusema nani yuko katika usawa na nani hayuko katika usawa. Wama ursilu alaihim hafidhin, hatuja hamujapewa kazi ya kuangalia ibada za watu. Angalieni yenu, rekebisheni yenu. Bali linsanu ala nafsihi basira, angalieni yenu, rekebisheni makosa yenu, tokeni nyinyi katika dhulma mulioko ndani yake.

Kama wao walivyowacheka hapa duniani, kama wao walivyowafanyia istihzai hapa duniani kwa yale ambao kwamba walikuwa wakiyafanya. Waliwaona ni wajinga kuswali, waliona ni wajinga kujikurubisha na Mwenyezi Mungu, waliona ni wajinga kutoa sadaka. Leo waumini, yaumul qiyama, wanalipwa malipo yao, wanalipwa pepo ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewaahidi wanalipwa huru laini, ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amewaahidi. Wanalipwa mabustani, katika mabustani ya pepo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amewaahidi. Kufar hakuna kitu amelipwa. Falyawma alladhina amanu min alkufar yadhakun ala araiki al yandhurun, wako juu ya viti vya enzi wanaangalia. Wana waangalia wale makufar wanawaangalia wale ahlu nar kama walivyokuwa wakiwasimanga walipokuwa duniani. Ala laraiki yandhurun, wanawaangalia kana kuwambia, nyinyi mulikuwa mukitutukana, mulikuwa mukitudharau, angalia leo sisi tuko wapi, na angalia ni nyinyi leo muko wapi. Ala laraiki yandhurun hal thuwiba lkufaru hal juziya lkufar fi lakhirati bima kanu yafalunahu bilmuminin min alsukhriyati walistihzaa, Je, wamelipwa wale makufar kwa yale ambayo kwamba wakiwafanyia dharau na wakiwachezea shere waumini katika yale ambayo kwamba walikuwa wakiyafanya katika dunia? Jawabu ni naam, wamelipwa kufar bima kanu yafalun. Wamelipwa waumini kwa yale ambayo kwamba wakiyafanya katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamelipwa pepo, na wamelipwa kuffar kwa yale ambayo kwamba walikuwa wakiyafanya katika kuwadharau Waislamu na waumini katika kuwatukana waislamu na waumini na katika kuwaita waumini wamepotea, na katika kuwadharau waumini. Naam, wamelipwa kufar na malipo yao ni moto, waliadhu billahi min dhalik. Tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie min aladhina yastamiuna alqaula fayattabiuna ahsana. Tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie ni katika watu wa pepo wala asitujaalie ni katika watu wa moto. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.